Okay, siku nyingine, wanafunzi wangu, naamini mmeamka vizuri, tunaendelea na darasa kama kawaida. Sasa <coughs> leo nataka nielekeze jinsi ya kufunga switch socket, jinsi gani inafungwa, pamoja na holder, jinsi inavyofungwa holder. Kwa hiyo hii ndio mfano wetu, hii hii ndio line ya switch socket. Sasa lazima tujue tunafungaje. Kama tulivyoeleza mara ya kwanza, kutokana na hizo waya ambazo tunazitumia hapa, hii njano ndio tunaitumia kama neutral, hii nyekundu tunaitumia kama live, yaani waya ya moto nyekundu. Hii ndio S. S inakuwa hivi kama unavyoona njano kijani mchanganyiko, au kijani peke yake, kama unavyoiona hii. Hii ndio S, popote utakapoikuta duniani S ndio iko hivi. Kwa hiyo sije ukashangaa kuona waya tatu kama hizo kutana na waya kama hizi, au kiambiwa enda dukani kanunue waya wa S. Basi ndo hivi inakuwa, ila huu ni 1.5 S 1.5, lakini pia kuna 2.5, kuna 4mm. Kwa hiyo hii ndo switch yetu ya socket kwa ajili ya kuchajia, majumbani tunatumia kama kuchajia hii hapa. Lakini pia tuna holder kama unavyoiona hii yi holder hii hapa. Aha. Sasa tunajifunza kufunga hii socket. Kama nilivyoelekeza mara ya kwanza tuna tundu ya live, tuna tundu ya neutral, tuna tundu ya earth. Kwa hiyo waya wa earth yu, huu ambao ni huu wa kijani, huu wa kijani utaingia kwenye tundu hili hapa la earth hili hapa la earth. Alafu sasa huu waya wa njano utaingia kwenye tundu la neutral utaingia kwenye tundu ya nyutro hii, walipoandika n. Alafu waya mwekundu utaingia kwenye live kama unavyoona, lakini pia hapa tuna holder. Unapofunga holder, nilishaeleza kwamba hizi kuna tundu tatu hapa, hizi tundu tatu maana zinaingia waya tatu kama zilivyo hizi tatu tatu, na hapa zinaingia hili hili la katikati ndio linaingia waya waya wa earth hili, inaingia waya wa live hili neutral. Hata hili ikiingia live huko neutral, au huko neutral huko live, lakini hili la katikati ni f. Kwa kama unavyoona vitu vyetu ndio hivi. Lakini pia unapoifanya hii kazi, ni lazima uzingatie usalama wako. Usalama wako ndo silaha kwenye ufundi, hicho ni kitu muhimu cha kuzingatia. Kwa hiyo ngoja tuone hapa ndo tunafunga.